Um, tumefika katika kituo hiki cha Kijiji cha Furaha na tumekutana na sista hapa, ni mlezi wa kijiji hiki, atatuelezea mengi na machache kuhusu historia ya kijiji hiki. Karibu sista. Asante. Wanakufahamu kwa majina gani? Kwa majina anaitwa Sista Maria Veronica hmm. wa shirika la Bikira Maria, mama yatima mayatima, ndio. um, kijiji hiki kimeanza mwaka gani? Kijiji kimeanza mwaka elfu mbili na mbili kimeanzishwa na padri ambaye ta Padri Frugenso Bernardo Cotesi mm, yeye wa shirika la mateso ya Yesu kutoka mm, Itali ambaye alikuja kama misionari katika jimbo kuu la Dodoma, lakini baadaye mm, akaamisha jimbo kuu la Dar es Salaam, iko cheni bi pale, na pale ndo alipata wito na hamasa zaidi ya kuanzisha kituo kwa ajili ya watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, watoto wahitaji na watoto yatima mm, um, Umeanza kuhudumia hawa watoto kuanzia mwaka gani? Nimeanza kuhudumia watoto kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, mwezi wa kumi. Mm. Ndio. Um, ulipendekezwa ulikuwa wito wako tu wewe kufanya hiyo kazi? Mm, sisi kama watawa ambao kufika katika shirika hili ni kwamba wito wangu ulikuwa ni kulea watoto yatima ndio, lakini kwa mazingira yetu kama watawa unakuta tuna, tuna shughuli mbalimbali ambazo mm -hmm. tunazifanya hapa ambazo zinatuweka pamoja. Tunaweza kusaidiana. Kila mtu anasema kwamba anapangiwa kama utume, kwa mimi hapa kuwa kwa kwa watoto pia anasema kwamba nimepangiwa kama utume, lakini lengo langu kuu mpaka kuwa hapa ni kuwalea watoto mm -hmm. Kwa hata kama nisipopangiwa utume hapa, hata niwe utume labda wa shuleni, utume wa shambani, lakini na wajibu wa kuja kukaa na watoto kwa sababu ndio wito wangu mm -hmm. Um, uh, tunaomba tufahamu ni changamoto gani ambayo unaipitia kubwa tangu umeanza kazi yako hii? Ni changamoto gani ambayo umeipitia ambayo unasema da, hii ni changamoto kubwa sana kwangu? <laughs> Changamoto zipo nyingi, lakini changamoto mojawapo ni ukuaji wa watoto. Unajua watoto wakati wa ukuaji wanatofautiana mm-hmm na wengine labda utamkuta katoka katika mazingira tofauti tofauti, kwa kuweza kumtoa katika ile mazingira aliyopo mm. aliyotoka kumweka katika mazingira ambayo uliopo yani aende vile ambavyo inatakiwa, kwa kidogo kunatakiwa neema ya Mungu ili aweze kukaa vizuri. Lakini pia changamoto nyingine ni afya mm. Ndio, kwa sababu hapo katika bima zilikuwa zinasumbua sana, kuja kupata bima kwa ajili ya matibabu. Kwa unaona, unaingia gharama kubwa sana lakini changamoto nyingine ambayo unaweza ukaikuta ni changamoto ya kituo chetu, kina muda mrefu mm. kwa kama kina muda mrefu kwa kinahitaji marekebisho na maboresho mengi zaidi yeah. Ndio um, mnaruhusu mtu ndo um, tunatoka katika kijiji hiki cha furaha na tumetoka kuona mazingira mazima ya kijiji hiki. Ni mazingira mazuri. Kijiji hiki kipo mkabala na shule ya Hope Joy. Hope Joy ipo mkabala na kijiji hiki ambacho wanafunzi watoto wanalelewa katika kijiji hiki. Kijiji hiki kama tulivyomsikia Madam Velo kina watoto sitini na nne na wanaanza kukusanya watoto kuanzia miaka miwili, wanalea kuanzia mtoto miaka miwili mpaka huko juu. Kijiji hiki tumejifunza mambo mengi, naamini mtazamaji wangu na, mtaza na wewe umejifunza mambo mengi kadha wa kadha. Usikose kusubscribe, kucomment, kushare chaneli yako ya WWC TV online wafikie wanacho cha kueleza leo. Tumeweza kuwafikia watoto hawa na wametuelezea mengi na machache ya kujifunza kwako. Kwa kwa wewe, mtangazaji wako ni mimi, mtazamaji mtangazaji wako Janet Banekwa chao.